Karibu sana msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa leo. Kipindi hiki ni Dear Christians, kimetayarishwa na kuongozwa na latiankira shu kwa ajili ya Eyesees Pictures Worldwide Studio mm -hmm. Na kichwa cha leo eh, ni kizito kidogo: sababu za umaskini kwa walio wa Kristo. Ni mada muhimu sana hii kabisa, tunataka kuingia ndani zaidi ya makala hii ambayo latiankira shu ameiandika, lakini Mm, kuna tahadhari hapa anatoa mwanzoni, ndiyo anasisitiza tusikilize taratibu kwa maombi na yani, tuwe tayari kubadilika kweli, na anaanza na maswali muhimu kama vile, je, tunatambua adui anatumiaje ukosefu wetu wa maarifa? Unakumbuka Hosea nne mstari wa sita? Aa, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa ni andiko lenye nguvu sana, nguvu sana. Na pia anatuuliza kuhusu maamuzi yetu ya leo yanavyoweza kuathiri hata vizazi vijavyo. Kwa hiyo anatusihi tusikilize kwa unyenyekevu, tukimruhusu Roho Mtakatifu atufunulie, si ndiyo? Ndiyo hivyo. Na kinachovutia hapa kama ulivyosema, ni jinsi gani maarifa ufahamu vinaweza kuwa ndio ufunguo wenyewe wa kututoa kwenye vifungo vingi, ikiwemo hivi vya tuseme umaskini. Sawa sawa, basi twende moja kwa moja kwenye hoja zenyewe. Hoja ya kwanza anayotaja ni social wealth. Anasema mtandao wako ni utajiri wako. E, hapa anazungumzia nguvu ya kuwa na watu sahihi wanaokuzunguka, ushirika Anasema kuna msemo your network is your net worth, yaani thamani ya watu unaojuana nao inaweza kuakisi thamani yako ya kifedha pia. Kumbe anasisitiza kwamba ukijitenga, yani watu hawakujui, hawakupendi, hawakuamini, ile KLT no like trust, inakuwa vigumu sana wewe kupata msaada na hata wewe kusaidia wengine pia. Nadhani kabisa inakuwa kama umejifungia mwenyewe. Hiyo inanikumbusha maandiko Mithali 13:20, ishirini, enenda pamoja na wenye hekima nawe utakuwa na hekima pia. Waebrania 10:24 hadi 25 inahimiza tusikose kukusanyika. mm -hmm. ni muhimu. Kwa hiyo swali kwako msikilizaji, hivi unajihusisha kweli na jamii yako ya imani? Unashiriki karama zako au umejibanza tu pembeni? Huo mtandao ni muhimu sana, ni kweli na labda hapa ni wakati mzuri wa kukumbusha. Kama unapenda kupata mafundisho zaidi kama haya kwa njia ya vitabu vya kielektroniki ebooks, unaweza kuwasiliana na Latiankira Shu mwenyewe kwa WhatsApp catalog yake, namba ni +255682505651. Sawa na hiyo, inatuleta kwenye hoja ya pili sasa, financial wealthy: ujasiri wako ni kichocheo cha mali hapa sasa, anasema hakuna muujiza wa pesa kwa mvivu. Ni kauli nzito. Hiyo ndiyo msisitizo, ni kwamba Mungu anataka kutumia kwanza zile karama na vipawa ambavyo tayari amekupa, sio tu kukaa na kusubiri muujiza wa kifedha. Na anatoa changamoto, kama unasema huna sadaka, je, kile kidogo ulichonacho, karama yako, kipawa chako, umevitumia kweli? kabisa anakumbusha Kumbukumbu -kumbu la Torati 8:18, Mungu ndiye anayetupa nguvu ya kupata utajiri na Mithali kumi mstari wa 4 inasema mkono wa bidii unatajirisha. Mm-hmm. Kwa hiyo, kwa hiyo anahimiza Wakristo wawe na ujasiri, wafanye biashara, wawe wabunifu, watumie vipawa vyao kama agizo la Yesu, enendeni mkazidishe, sio kukaa tu na anasema uhuru wa kifedha sio tu kwa ajili yetu binafsi, bali unatuwezesha kufanya huduma na huruma kwa upana zaidi. Ndiyo hivyo sasa. Hoja ya tatu hii inagusa kila mtu. Time wealthy, muda ni utajiri halisi. Hapa namaanisha nini hasa? Uh, hii ni muhimu sana. Anamnukuu Myles Munroe akisema kitu chochote ushindwapo kukisimamia vizuri utakipoteza na muda. Yani, kila mtu anapewa dakika 1440 kila siku zile zile, swali ni tunazifanyia nini? Muda ukipotea haurudi, na usipojipanga vizuri, unaweza kukuta hata baraka zinakupita. Hapo sasa inabidi tujiulize, je, tunautumia muda wetu kwa hekima kama Waefeso 5 15 na 16 inavyosema, au tuko bizi mno? hmm anasema hata Yesu mwenyewe alitenga muda wa maombi wa utulivu. Sasa anatuuliza sisi, je, wewe upo bizi kuliko Yesu? Ni swali la kujiuliza kweli. Ukosefu wa ratiba, nidhamu ya muda ni kikwazo kikwazo kikubwa. Tukumbushane tena kwa wale wanaotaka kuchimba zaidi mafundisho haya, ebooks zinapatikana kutoka kwa Latiankira shu kupitia whatsapp catalog yake namba +255682, lakini 50, 50, 51. Sawa na mwisho kabisa hoja ya nne healthy wealthy, afya ni hazina ya milele. Hii nayo ni msingi, utajiri wote hauna maana kama una afya, si ndio? afya ya mwili akili na roho, ndio ndio maana Mithali 4:23 inasema, na linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Na tatu Yohana 1 mstari wa pili, ile sala nzuri mpenzi, na kutakia kufanikiwa katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. hiyo hiyo, mwandishi anagawanya afya katika sehemu tatu kuu: afya ya mwili, usingizi, chakula kizuri, mazoezi, afya ya akili, kujilisha neno kuepuka vitu vinavyotia sumu akilini, na afya ya kiroho uhusiano na neno na roho Mtakatifu. Kwa hiyo hizi zote zinahusiana sana. Afya ndiyo jukwaa la kila kitu, na adui anajua, akidhoofisha afya yako, iwe ya mwili, akili au roho, anakwamisha mambo mengi. Kwa hiyo muktasari wa yote haya, ujumbe mkuu unaonekana kuwa ni tuwache kulalamika na tuanze kuwajibika. Tumia haya maarifa kuhusu mtandao, fedha, muda na afya ni kama wito wa kuamka. Amka, fufuka, tumia hivi vitu kwa utukufu wa Mungu kabisa. Na anamalizia kwa kutupa kama sala fupi ya tafakari. Tunaweza kuisema pamoja kimoyomoyo, nadhani ni wazo zuri. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tafadhali nifundishe kuwa tajiri kiroho, kifedha, kimuda na kiafya ili niweze kukutumikia kwa viwango ulivyokusudia. Niondolee uvivu, woga na udhaifu wa kututumia vipawa ulivyonipa. Tafadhali nionyeshe nafasi ambazo tayari umeziweka mbele yangu. Nipe nguvu ya kuyatumia maarifa haya kwa utukufu wa jina lako. Amina. Pia anatoa ruhusa tusambaze ujumbe huu kwa wengine ili mradi tu hatutabadilisha maandishi yake. Ni jambo jema kushirikishana maarifa na tena. Kwa ebooks zaidi, namba ni plus 255682505651, kupitia WhatsApp. Tunafunga uchambuzi huu kwa maneno yake mwenyewe aliyopenda kutumia, stay blessed and stay focused. Amen.